Na mtazamaji, hebu sasa tuirejelee taarifa ile ya biashara, ambapo shirika la kawi mashinani na kawi endelevu limechangisha shilingi milioni nne kwa lengo la kupanua uunganishaji umeme katika maeneo ya mbali. Afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo, Rose Mkalama amesema serikali 22 za kaunti tayari zimeorodheshwa kwa mpango huo huku mipango ya kujumuisha zile zilizosalia ikiendelea. Taarifa hii kwa kina na nyinginezo ni kwenye Kapu la Biashara. Kama sehemu ya juhudi za serikali za kuimarisha mpango wa uunganishaji umeme mashinani, hususan katika maeneo yaliyotengwa, shirika la kawi mashinani na kawi endelevu linashirikiana na watawala katika maeneo bunge kuchangisha fedha za kufaikisha uunganishaji. Hatua hiyo inanuiwa kuhakikisha kila nyumba na eneo la biashara zimeunganishwa kwenye mtandao wa kitaifa wa umeme. Kwingineko vijana wanne wa kike ambao walibuni programu ya tarakilishi kwa jina Jasho Powering Your Hustle wanatarajiwa kuwakilisha Kenya kwenye fainali za shindano la ubunifu barani Afrika lililofadhiliwa na benki ya Absa. Vijana hao walio na umri wa kati ya miaka 21 na 26 wamebuni programu ambayo inatumia akili mnemba kufuatilia mtandaoni matumizi ya fedha, kutoa ushauri wa kifedha na kuzuia ulaghai wa kimtandao. Na mwishowe wakulima na wajasiriamali wa kiwango cha chini katika eneo la Bungoma watanufaika kutokana na huduma mahususi za ufadhili wa kilimo kutoka kwa benki ya Kingdom. Mkurugenzi mkuu wa benki hiyo, Anthony Mboro, amesema hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za benki hiyo za ujumuishaji na uwezeshaji wa wenye biashara ndogo na za kadri kote nchini. Through flexibility, affordability, and convenience. Mji wa Bungoma ni kitovu cha biashara kutokana na ukaribu wake na eneo la mpakani la Malava ndutamo kami darubini